Kwenu wahitimu, mtumie fursa hii kwamba kweli mmepata taaluma, lakini maisha ni lazima yaendelee baada ya kupata taaluma, tukipata bahati ya kupata ajira. Na kwa wengine ambao wako makazini, mkirudi mwonyeshe utofauti kati ya kulivyokuwa mnatoka kule na mtakaporudi kwenye ofisi zenu. Kwa wale ambao wajapata ajira, mtakapozipata ajira zikatieni maadili ya utumishi ambayo imefundishwa sana mpaka kuhitimu leo hii. Kwa hiyo niwakumbushe tu na niwasisitize kwamba mnayo dhima kubwa, mnalo, mnalo, mnalo jukumu kubwa katika mchango wa maendeleo ya nchi yetu. Muhimu hapa ni kuhakikisha sote mnaohitimu katika vyuo vyetu vyote vyote nchini na kufikiria kwenda kufanya kazi serikalini, kuhakikisha kwa kwamba mnakuwa iza utunzaji wa madili, lakini pia anahakikisha kwamba serikali inatunza siri zake, na nyinyi ndio mtakaofanya huko, lakini kuepuka rushwa na mambo mengine ambayo yanaleta madhara katika ufanisi wa utendaji kazi wa serikali. Niwapongeze sana, lakini tunajua waliohitimu kama ninyi wako chungu nzima katika E, katika taifa letu, tusijibweteke tukawa tunasubiri ni nini nitaajiriwa. Ni lazima kila mhitimu aanze kujiongeza. Nimeambiwa wanahitimu hapa wahazili mhazili, hata kabla hujaajiriwa na serikali, yawezekana ukajiajiri, lakini vivyo hivyo kwa wengine. Lakini si dhambi kwa mtu ambaye umemaliza chuo cha utumishi ukaenda ukajifunza ujuzi wowote kule VETA VETA kuna juzi mbalimbali mbali. Kuna ujuzi wa kwenda kujianzishia ujasiriamali. Niwape wito watoto wetu ambao mmemaliza leo, tusieni kukunja mikono na kuanza kuilaumu serikali. Kila mmoja ajishughulishe, kwa wewe unayetaka ujuzi wa ufundi, nenda kajiunge VETA yoyote, tuna VETA kila mahali, kajiunge upate ujuzi wako na hatimaye ujiajiri, wakati unasubiri ajira. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie fursa hii kuwapongeza wahitimu wote 1330 walioweza kumaliza masomo yao katika fani na ngazi mbalimbali. Leo hii wanatumikiwa vyeti amba- ambapo wahitimu wa hasta shahada ya awali ni 669, hasta shahada ni 414 Stashahada ni mia tatu na sita na shahada ni mhitimu mmoja. Hongereni sana.